Hiki kimeainishwa huduma unazotakiwa kupewa, ni jumla ya huduma 372 372, ah, ambazo ni huduma nyingi na ni huduma muhimu. Lakini ukifikia kiwango cha zaidi ya hapo, kuna vibali maalum vitatolewa, na mnufaika wa bima ya afya kwa wote ataweza kupata hii huduma. Ukomo wa hii bima utakuwa ni ukomo wa mwaka mmoja moja, pale okay, ulipolipia ile gharama ya shilingi laki moja na elfu hamsini. Kupitia kifurushi hiki cha bima ya afya kwa wote watakuwa wanao uwezo wa kutibiwa hospitali za serikali na hospitali za binafsi. Asante. Ni siku nyingine na tarehe nyingine tena, leo tarehe kumi na nne mwezi wa kwanza tukiwa tumekuja tena mbele yenu watazamaji na wafuatiliaji wa chaneli yetu ya Kilengule Health online TV, na leo tumeweza kumtembelea mtaalamu kwa ajili ya masuala ya bima. Kama tunavyojua, mpango wa serikali ni kuhakikisha kwamba kila mwananchi anakuwa na bima, kwa hiyo kuna ule mpango wa kitaifa wa bima ya afya kwa wote sasa kumekuwa kuna vitu vingi sana ambavyo vinaweza kuzungumziwa na kuongelewa kuhusiana na bima ya afya kwa wote. Kwa hiyo leo hii tukaona kwamba tujikite, tufunge safari tumfuate mtaalamu ofisini kwake, tuweze kupata maelezo mengi ya kina, maswali mengi ambayo tulionayo tuweze kupata majibu yake. Na watazamaji, tunaomba mzidi kuwa pamoja nasi muweze kutufuatilia ili mpate majibu ya kina kuhusiana na bima ya afya kwa wote kama jinsi ambavyo ilivyo mpango wa serikali. Asante ndugu mtangazaji wa Kilengule TV, tunashukuru na ujio wenu na tunawakaribisha sana. Leo hii ni mwendelezo wa kutoa elimu juu ya mpango wa bima ya afya kwa wote. Tunashukuru tumeshaendelea na tumefika mbali zaidi hii rep sasa hivi imeshafikia ngazi za kata na tunaendelea hata kwenye vijiji kupitia mikutano ya vijiji, na nikukaribishe ufafanuzi tulionao juu ya bima ya afya kwa wote. Na hapa tutaelezea nini maana ya bima ya afya. Bima ya afya imejengwa katika misingi ya kuchangiana, na kati ya mwenye uwezo na wasio na uwezo. Bima ya afya ni skimu ya taifa ambayo imegawanyika kwa vifurushi tofauti tofauti. Tukimaanisha skimu ya taifa tunamaanisha NHIF. NHIF ina vifurushi tofauti tofauti na bima ya afya kwa wote ni kifurushi kimoja hapo cha NHF. Na tungependa ndugu mtangazaji, mweneze hii habari ya bima ya afya kwa wote, kwa sababu ni rafiki. Ni kifurushi ambacho kinalipiwa kwa gharama ya shilingi laki moja na elfu hamsini kwa kaya, tukimaanisha kaya ni idadi ya watu sita, baba na mama na watoto wake wasiozidi umri wa miaka 21. Moja. Okay. Utaniuliza swali kwamba wanajiandikisha wapi? Ndio, ndio. Bima ya afya kwa wote wataandikishwa, na huu mpango ni kuanzia kesho, wataandikishwa huko huko waliko kwenye kata zao na kwenye vijiji viliwa. Anatakiwa kuwa na sifa za aina gani? Sifa anazotakiwa kuwa nazo ni yeye tu mwenyewe kuwa na utayari wa kulipia shilingi laki moja na elfu hamsini kwa kaya yake. Hatuhitaji kitambulisho cha NIDA wala nini. Kitakachokuwa kinatumika ni fingerprint. Ndio tutakazokuwa tunazitumia na tutakapofikia ile wakati wa kuanza kutengeneza vitambulisho au kutoa vitambulisho, tutaanza kutumia ule utaratibu wa NIDA. Zile mashine za NIDA zitatumika katika kutoa vitambulisho. Mpango wa bima ya afya kwa wote inawezekana kwa kila mmoja kuweza kuipata, na kama mtaalamu wetu alivyoweza kutuambia kwamba ni rahisi sana, kwamba wewe, kitu chako cha msingi ni kuhakikisha kwamba una watu wako sita katika kaya yako, na vilevile vile una kiasi cha shilingi laki moja na elfu hamsini mm-hmm. Bei ambayo ni bei ya kawaida kabisa na sasa kumekuwa kuna maswali vile vile, watu wangeweza kuweza kutambua kwamba kuna umuhimu gani sasa wa kuweza kujiunga na bima ya afya kwa wote. Umuhimu upo. Ni kwa nini? Ndio tujue kuwa gharama za matibabu ni kubwa, na ni vigumu sana muda wote kukaa na pesa mfukoni kwa ajili ya kulipia matibabu lakini unapochangia hiyo laki moja na elfu hamsini na ukapata bima yako unakuwa na utayari au unakuwa na uwezo wa kuhudumiwa muda wowote, manake bima yenyewe itakuchangia pesa taslimu ya kulipia matibabu. Asante sana ndugu mfuatiliaji na mtazamaji wa chaneli yetu, umeweza kuweza kuona umuhimu wa kile kinachoelezewa kwamba ni kwa wote, kama jinsi ambavyo mtaalamu ameweza kutuelewesha hapa kwamba kumekuwa kwamba kuna wakati mwingine mtu unapata changamoto ya kuumwa na hauna fedha mkononi, lakini bima ya afya ukiweza kuwa umeweza kujiunga nayo, ina maana unapata uhakika wa matibabu yako popote pale ambapo utakuwa. Na vilevile, ndugu ndugu mtaalamu, kumekuwa kuna maswali mengine pia watu wamekuwa wakiweza kujiuliza kwamba sasa tumesema kwamba hiki kifurushi ki, ni moja ya vifurushi vya bima ya afya ni NHIF. Sasa watu wanaanza kujiuliza je, yeah. hii bima ya afya kwa wote itatolewa katika utaratibu gani? Kwa mfano, mimi naumwa nipo Kandegesho. Ndiyo. nitatakiwa kuanzia zahanati ya Kandegesho pale ambapo zahanati ya Kandegesho itashindwa au haitakuwa na uwezo wa kumudu matibabu ninayotakiwa kuyapata, itanilifaa kwenda kituo cha afya au hospitali iliyo karibu na zahanati ya Kandegesho, na hapo mtahudumiwa na kupewa kila kitu kitakachokuwa kinahitajika kilicho ndani ya kile kitita cha bima ya afya kwa wote. Tunapata mwelekeo na tunaelezewa vizuri kabisa kwamba hata kama tutakuwa tuna hii bima ya afya ambayo mpango wa serikali ni kuhakikisha kwamba kila mmoja mwananchi anakuwa nayo, hauta, hutatakiwa kuweza kuanzia kwenye ile ngazi ya chini ya kituo chako pale. Wakikwambia kwamba bwana, tatizo hili hapa kwetu limekuwa ni kubwa, haiwezekani, unatakiwa uweze kupata huduma katika hospitali au kituo cha afya kinachofata. Kwa hiyo utaandikiwa rufaa yako ambayo sasa ile rufaa vilevile ndo itakayoweza kukusaidia kiurahisi zaidi kuweza kuhakikisha kwamba unapata huduma yako stahiki. Kwa hiyo bima ya afya kwa wote ni mfumo na ni mpango ambao unaenda kupunguza sasa zile changamoto zote za watu kupata shida katika matibabu. Kwamba sasa hautatakiwa tena kuanza kufikiria okay, au kuwaza kwamba natakiwa niyo na shilingi kadhaa natakiwa niwe na kitu fulani ili kwamba niweze kupata huduma. Na hapa nikiangalia ndugu, <coughs> mtaalam, kama nitakuwa sijaenda tofauti Mdew. Naona sasa serikali inaenda kuondoa sasa ile changamoto ya watu kuanza kuogopa baadhi ya hospitali. Mfano, ninachokumbuka kwamba mtu akiweza kutizama kwamba sasa natoka naenda ngazi ya mkoa anaanza kufikiria gharama ya matibabu kwenye maeneo yale, ambacho sasa akianza kufikiria gharama ya matibabu inafikia wakati sasa anaogopa sasa kwenda, kwamba mtu anakwambia kwa kweli, siko tayari kwenda mgonjwa, bora nirudi naye nyumbani. Ulichokielezea kiko sahihi, kwa sababu matibabu haya kupitia hiki kifurushi cha bima ya afya kwa wote yatafanyika mpaka ngazi ya rufaa ya hospitali za rufaa ndio. Nikimaanisha hospitali za rufaa ni za mkoa, kanda, mpaka taifa, lakini utaratibu wenyewe utakuwa ni utaratibu wa rufaa. Lakini pia tuwaondoe wasiwasi wananchi, kupitia kifurushi hiki cha bima ya afya kwa wote watakuwa na uwezo wa kutibiwa hospitali za serikali na hospitali za binafsi wow. Kumbe, ndugu mpendwa na mpenzi mfuatiliaji wa chaneli yetu, nadhani tunapata maelezo ya kina, na wewe mwenyewe unao mpango wa bima ya afya kwa wote, haujazingatia tu kwenye zile hospitali za serikali kwamba ni pamoja na hospitali zote za binafsi, na nafikiri kwa kufikia kwenye hii hatua, adha zote na changamoto zote zimeweza kuondolewa. Kwa hiyo tumesema kwamba mtu atakuwa anatakiwa kuweza kutoka kwa hatua za rufaa. Ndiyo. kwamba unapotoka hospitali moja kwenda kwenye hospitali nyingine, ni lazima uhakikishe kwamba kuna kitu ambacho umepewa. Ndiyo. au barua ambayo umepewa. Ndiyo. Sasa swali langu pia bado nakuja najiuliza kwamba inapofikia wakati mimi nimeamua kutoka kwenda hospitali ya private binafsi nimetoka naenda kwenye ile hospitali. Je, ninapoenda kwenye zile hospitali ninatakiwa kuwa na kitu chochote ambacho aidha nimeandikiwa kutoka kwenye hospitali moja, au leo nikiamua kwamba sipo tayari kutibiwa kwenye hospitali ya serikali, nahitaji kwenda kutibiwa kwenye hospitali ya mtu binafsi, ni maamuzi yangu ya kwanza safari kwenda kwenye hospitali ya mtu binafsi, au ni lazima nianzie serikali ndo anipeleke binafsi?